na vyombo vingine vingi vya habari nilizungumzia tu maelekezo yale ya uh, ile mahakama ya usuluhishi wa michezo, na nilieleza tu ile barua yao ya tarehe thelathini na moja ilivyotoa maelekezo kwa pande zote za hiyo kesi ikiwemo kuwaambia TFF, bodi ya ligi na Simba kwamba uh, watakapopata Uh, makabrasha yale rasmi kutoka Yanga pamoja na mawasilisho yao, wao wana siku ishirini za kujibu, lakini vile vile upande wao vile vile waliambiwa kuna vitu vingine navyo wanatakiwa vijibu mapema zaidi. Kwa mfano waliambiwa Yanga, kuna maombi ya mazuio wameaomba, sio walikuwa wameomba kuzuia nini indakeke, mapema, na nini hicho nitaki kisikilishwa mapema, nao wajibu ndani ya siku kumi waliambiwa vile vile masuala ya wao vile vile kuwasilisha mawakili wao wafahamike na anwani zao e. Waliambiwa masuala ya lugha ya kutumia ndani ya siku tano. Yanga walipendekeza nadhani, uh, watatumia Kiingereza na wakati huu nikasema kwamba wengi wanadhani swala la lugha linaweza likawa lina utata, lakini nikasema utata, lakini nikasema inategemea uh, pande zinazohusika zitachukua ma, mawakili wa aina gani. Nikatoa mfano je, kama mmoja uh, wa watu katika mgogoro wakatumia wakili ambaye anatumia lugha Kihispaniola tu au Kireno au labda Kifaransa, anaweza akasema tunahitaji lugha fulani vivyo itumike. Hilo nilizungumza wakati ule. Sasa kuhusiana na maamuzi wanatumia mawakili gani, Yanga wana mawakili wake wale matatu watano wanaoongozwa na wakili msomi mwandamizi Alex Mgongolwa na ndani yupo yule mkurugenzi wao maswala maso ya sheria Bwana Simon Patrick ambaye vile vile ni FIFA lawyer na mawakili wengine wa watatu nadhani walikuwa naelezwa, upande wa Simba ndio hatakuwa tumejua ni nani, na uh, bodi ya ligi tutajua, na TFF tujua na wakilishwa na nani huko, uh, then kuna hizo taarifa kwamba bodi ya ligi imetafuta wakili toka Kenya, na hii ni kwa sababu tulikuwa nasema kwamba kwenye ile mahakama ya kimataifa ya masuala ya michezo lazima mpate wakili mzoefu anajua masuala haya ya michezo, lakini vilevile pengine katika ile mahakama amewahi kwenda na kutetea watu katika ile mahakama na ana uzoefu huo. Sasa najiuliza je, kwa hapa Tanzania hatuna watu wa namna hiyo? Au kama bodi ya ligi imefanya hivyo, je, imeona kwamba hahitaji kuchukua wanasheria wote wa Kitanzania au katika wanasheria ambao pale pale TFF na bodi ya ligi inawatumia mara nyingi. Aa, sasa huo ni uamuzi wao kwa mtazamo ambao wameuona wao, lakini ni gharama vile vile. Sasa bodi ya ligi nadhani ina hela, ina fedha, ina nguvu ya kifedha, kwa hiyo wameona wanaweza kaajiri wakili kutoka sehemu yote. Ingawa watu wengi tunajiuliza da, huu mgogoro ulikuwa mdogo mdogo tu mpaka unaingiza gharama nyingi za fedha namna hii eh? fedha ambazo mbona tungezipata kwanza kwenye dabi yenyewe, maana ile dabi yenyewe ilikuwa inaingiza mamilioni ya fedha pale kama ingechezwa, na ambazo zingetumika tena kwa matumizi mengi ya ligi yetu and so forth. Kwa hiyo huo ni uamuzi wa bodi ya ligi yenyewe na nadhani haibanwi ngawa, sasa sisi wengine wanashau wana sheria na mawakili tuliopo hapa Tanzania tunajiuliza da, yaani sisi katika wanasheria mawakili zaidi ya elfu kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne sasa hivi tunaongezeka sana, na wale ambao wapo siku zote kwenye shughuli za kimahakama, hata international lawyers tunao, wapo international lawyers, tena wengine maprofesa bwana, walimu wa vyuo vikuu kuni maprofesa wa international law ambao akiwezi kuwashinda kitu kwenye mahakama hizo za kimataifa wapo wapo. Naona sasa hilo ni, ni mtazamo wao Bodi ya Ligi kwamba labda wameamua mpate huyo uh, toka Kenya, labda wamewasiliana na hizo bodi za ligi za nchi hizo eh, labda wakacheki na Kenya Uganda, hapo kaambia ah, kuna mtu mmoja atawasaidia hapa. Kwa hiyo ni uamuzi wao kama wameamua hivyo, lakini mwisho wa siku hata kama atoke wapi wapi, aangalie kanuni za ligi ambazo Yanga wanasema zimevunjwa au hazijatafsiriwa kiusahihi na zitakavyoweza kutafsiriwa pale mbele ya lile hiyo mahakama ya usuluhishi na kufikia uamuzi, kwa sababu pale sio kushindana tu kwa hoja za kisheria uh, kutakuwa na kuelewana kuhusiana na tafsiri sahihi. E, itaulizwa tu jamani, hii hii hi, hii kanuni ya thelathini na saba sio nukta ngapi ngapi, au hizi kanuni zote za usimamiaji soka, tuangalie hii ya Tuangali kuairisha uh, mchezo lazima kuwe na matukio kama manne yametajwa pale. Je, kwa siku hiyo tukio gani lilifanya mchezo usifanyike? Hebu tuangalie kwa tafsiri tu pana na ya ya kisheria na, na bila kuingiza mambo ya busara hekima, tafsiri tu ya kanuni ile, na wataangalia hiyo kanuni inajitosheleza au haijitoshelezi. Nadhani baada ya hii kesi ya Yanga itatusaidia sana, zile kanuni za TFF, nadhani nazo zitaangaliwa zi, ziweze kutusaidia hapo baadaye, kwa sababu hawakasi wanafanya nao arbitration, wanafanya mediation kwa uh, hiyo kwa kuwa anafanya usuluhishi, kuna maoni ya pande zote mbili au pande zote tatu na baadaye kuna kukubaliana. Uh, ngawa kwetu sisi huku ndio tunasubiri kusema nani mshindi yupi kwenye mediation au arbitration, mna mshindi, e, win win situation pande zote, huyu anafanikiwa hiki, mwingine anafanikiwa hiki, mwingine hiki, lakini mwisho wa, iki, wa iki, iki, siku uh, kasi inawakilisha masuala ya michezo duniani na hasa soka, kusudi mchezo wa soka uchezwe, eh? kama ambavyo FIFA inasema for the good of the game, kwa lengo la mchezo uende sahihi sawa. Kwa hiyo hilo mm, swala ndio kwangu, maoni yangu ni hayo sawa. Uh, wakili, kama hili kama hizi taarifa ni za kweli, kama ni taarifa za kweli ambapo bodi ya ligi wamemchukua mwanasheria kutoka huko nchini Kenya, hii inaashiria nini kuhusiana na kesi na shauri hili? Ah, inaashiria tu kwamba bodi ya ligi ime, ime inakubali kwamba sasa hii kesi ni serious. Yani, kama wao Yanga wameweka mawakili wa tano nguli, na wao wameona sasa waweke wakili gani uh, ambaye atawasaidia inaonyesha tu kwamba ni serious matter, sio kama ambavyo yule mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mnguto alikejeli ali na kusema hicho ni kichekesho. No, hakuna kichekesho kwenye mambo haya, kwenye kutafuta haki za watu hamna kichekesho. And that was very wrong. Mbaya, mpaka leo mwenyekiti ule wa bodi ya ligi mpaka TFF yenyewe haijawaomba radhi wa Tanzania haijawaomba radhi wa dawa soka haijawaomba radhi walioingia kwenye hasara. Fikiria watu wengi ambao wana vibanda umiza wanaingiza fedha waliandaa ving'amuzi vyao walilipia watu walijiandaa. Eh, naona eh. Kuna hasara kubwa zimetokea ni kwa sababu tu ya watanzania tulivyo, lakini leo kungekuwa na kesi nyingi sana mahakamani. Kungekuwa na lot of suits yani, leo bodi ya ligi ingekuwa imefunguliwa kesi nyingi, watu toka Mwanza, Kigoma, wapi, wafanya biashara, nani? Wangewafungulia kesi. Eh, hey, nyingi tu mahakamani. Mahakama zetu zilizopo na watu wangedai fidia na ushahidi. Kitu kingine nashangaa, hivi wadhamini wametulizwa vipi? Au wenzetu walishakuwa na mikataba huko wamelipwa lipwa. Wadhamini walikuwa wanajitangaza kwenye TV kwa wiki mbili tatu kuhusiana na huo mchezo. Wadhamini wa zile mechi zenyewe wamelipwaje au wameambiwaje? Lakini mimi kinachonisikitisha, There is no apology. Huo sio ungwana, hakuna hata taarifa maalum ya TFF au ya bodi ya ligi kuwaomba radhi wadau wa soka, kuwaomba radhi wapenzi wa Simba na Yanga. There's... hakuna kitu kama hicho. Kwa nini tuachane? na mambo ya kasi hebu tuangalie mpira kama mpira na uungwana wao. Hao wadau wa soka hao wapenzi wa soka ndiyo wameifanya hii ligi kafika hapo ilipo. Yani wale ndiyo nao wanaojaa viwanjani, ile vibe ile ndio wanaiona watu dunia nzima na kusema, da jamaa huko anapenda mpira kama unavyoangalia ile vibe la, la liga, angalia vibe la liga jinsi ambavyo watu wa, wanashangilia timu zao zile eh? Ndi, ndi same to us, sisi tulishafikia hiyo hatua alafu do, una, unabeza. Eh? Yani, u, unachukulia kawaida. Hata we bodi ya ligi pale huwezi kuwepo bila wapenzi wa soka na watu kwenda viwanjani. Pesa yenyewe tu hamwezi mnaipataje? Hata pesa ya wadhamini unaipataje? Eh, kwa hiyo suala la nyewe hilo ni swala mtambuka, linagusa watu wengi eh, hata we kama unaongoza eh, shirikisho la soka bia wea kwamba upo pale kwa sababu ya hilo mimi hiyo ndio inayoniumiza sana. Kwa nini tume-, tume, tume hatuja take care ya ya nani eh, kwa nini eh? juzi juzi tu tu Zamalek like, sio ni ya Ahly like waliposema wataenda kwenye michala dabi, lakini baadaye ikasema na compensate kwa kwa mashabiki wake inawarudishia sijui ili wa compensate ili wapa. Yeah, that's what he did, kwa sababu wali care, kwamba sawa sisi kama viongozi tumeamua tu tucheze mechi, lakini wapenzi wetu, mashabiki wetu walikuwa tayari kwenda wanjani. Okay, hawataenda eh, kuna disturbance kubwa ya muda, kazi zao watu, eh watu wamesafiri, wengine toka hata nje nchi, no apology mpaka leo na muda upo, jamani waombe radhi, muda bado upo ile dabi ilivyoahirishwa TFF na hasa bodi ya ligi ombe radhi. Kiongozi wa TFF anafika airport, hilo akulikumbuka ila kama watu kwa kejeli, au simba na yanga wanavyosumbua wa, wanavyofanyia wa nini? E, sasa simba na yanga nao kwa nini wababaisha hivi? Kwa nini kwanza wao zaidi ya ya, ya ya shirikisho la soka? Sisi tunasema mheshimiwa, uh, wale skaria e, mheshimiwa Steven Mnguto kama bado yupo pale, lakini alikuwa wakati huo na wengine wote watuombe radhi wa Tanzania, na hasa wapenzi wa soka, waviombe radhi vyombo vya habari, vyombo vya habari waviombe radhi, vilifanya kazi kubwa. Mbaya zaidi leo, vyombo vya habari vinafichwa mambo yote yanayoendelea, vinafichwa information zote zinazoendelea, why? Lakini kuna wakati mnahitaji kuvitumia vyombo vya habari, why? eh kwa hiyo mimi kwangu hiyo inanigusa sana. Ustaarabu wa kimpira unatakiwa anze kuongozwa na viongozi wa soka na wow. Wengine ndio hapo tuna, tunaposema da, wangekuwa wanaongoza watu wa mpira hasa haya singetokea. Lakini nadhani wanaingia watu huko ambao si watu wa mpira. sana sana wameweka vigezo vya digrii nini, wanajua watu wa mpira wengi hawajasoma, kwa hiyo hawawezi kugombea. That's not proper Hawa wanaanza kudili na vitu vya ajabu ajabu, ajabu. Sasa wanaanga wanaingilia, fikiria ule mgogoro wa TFF unaingiliaje mambo ya wilaya huko eh, wakati wao na chama wanajulikana. Kwa hiyo mimi kwangu bwana, uh, uh, wapo radio uh, na wengine wote wasikilizaji, na mimi kwangu ndio maoni yangu nikiwa kama mwanasheria wa masuala ya michezo sports lawyer, lakini vile vile kama mdau wa michezo. Aa, vile vile mimi nimshakuwa mwalimu wa michezo enzi hizo, nikiwa mwalimu wa shule za sekondari na michezo huko eh, na vyuo vya walimu nilikuwa mwalimu mtu wa michezo eh, napenda soka naona lakini, vile vile, mimi ni administrator wa michezo mimi vile na, na, vieti vya kuongoza michezo football administration mm, nakumbuka enzi zile za kinarage na kinandolanga wanaongoza FAT, niliwahi kwenda kwenye kozi ba, baadhi ya kozi za nikiwa vivii mwandishi wa habari za michezo. Kwa hiyo nina vitu vingi, na mimi navijua, lakini ustaarabu wetu bado, na unaanzia kwa viongozi, na matokeo yake wanatutishia vitu, kwa mfano vinavyotakiwa viende kimichezo, viende kiuchaguzi, wao unaingiza mambo ya maadili, that's not proper. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.